Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, itaendelea kuwa hapa na Adriano James pamoja na Andrew kinga mkono, lakini wasaa huu ni wasaa wa kumkaribisha Ali Bakari kutuambia eh, zilizobamba mitandaoni ni zipi, zimezungumzwaje na anakuja na jipya gani leo hii? Karibu eh, ah, sana mkulima wa mpunga <laughs> kule Tanga haswa ni machungwa eh? Mm -hmm. E, Tanga Tanga ni mkoa ambao umejaliwa uh, ardhi yenye rutuba yeah, na mazao mengi sana yanakubali yeah. Mazao ya mm -hmm. biashara no. Na mazao ya chakula no. E, kama unafahamu e, Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo kuna mchanganyiko wa watu kutoka mikoa mingi ni kwa sababu ya kilimo cha mm -hmm. Katani ambacho kiliwatoa wa watu bara no. Na kuwaleta mkoa mm -hmm. Ni Tanga yeah. Na ndio maana ushangai e, kuona mimi Ee, mama yangu ni Mnyiramba okay. baba yangu ni Mbondei ah. ee, ushangae kuona mimi bibi yangu mdamama ni Mnyamwezi eh, eh. upande mmoja Mnyaturu ah, ah, ah. walikwenda kule kwa sababu hiyo mm. mababu kwa hiyo mababu. Tanga ndio maana ukawa ni mkoa e, wa kila mtu, wapo watu wengi sana ukiacha Wasambaa, Bondei, Wazigua mm. Wadigo, lakini kuna watu ambao wanatoka huko mm. kama nyinyi pia mpo basi mm. <laughs> <laughs> <Ashukuru> sana <Albert, laughs> Ramadhani Ngoda kuungana nawe tena leo Alhamisi, siku ya nne katika mm. wiki hii bila shaka na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu huenda tukaimaliza hii wiki yeah. Uh, Adrian James tulikuwa nawe yeah juzi, lakini yes, leo tumeungana pia tumefurahi, lakini kinga mkono Andrew, jana tulikuwepo sote, sio na leo hii uh, pia Ngoda, wakati unaanza kipindi ulisema uli ya kwamba kuna wale watu ambao wanapenda weekend huo juma eh. Uh, yani wanaanza kufurahia kwanza Jumatano yeah, wale wale ambao mm. wanapenda weekend ikifika Jumatano huwa mm. wanaanza kufurahia yes, mm. lakini wale ambao hawapendi weekend ifika Alhamisi mm. wanaanza kusemani mm. yani, kusikitika kwao kunaanza mm. siku kama ya leo, wewe wakati unasoma ulikuwa unaipenda yani siku gani kwako ilikuwa una, yani unaipenda yani hiyo siku yani Ijumaa mm. ah, basi tulikuwa tunaungana. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, mimi Ijumaa ni miongoni mwa siku ambazo nilikuwa naipenda kweli kweli nilikuwa <laughs> <kwe, laughs> najua mm. uh, Jumamosi na Jumapili nitakuwa nipo free. kwa hivyo Ijumaa mimi naweza nikakaa nikakata mpaka saa saba saa nane usiku <laughs> sasa najua Jumamosi sina jukumu lolote la kwenda. Ni kupe mkasa enzi zetu. Kwa nini Ijumaa tunaipenda? Na wewe ni miongoni mwa wale ambao wanapenda Ijumaa? Sababu ikikuwa Ijumaa, ndio sasa tv inatoka ndani kwa mzee uh -huh. chumbani ndo naletwa sebule, kwa sababu tv ilikuwa kitu adimu ya sana yani kweli eh miaka 90 ile tv adimu. wewe mm. mnaangalia mm. Ijumaa mm. Jumamosi, Jumapili jioni saa tatu, saa nne inarudishwa ndani ndio ina okay. kuhifadhiwa okay. kwa hiyo ikifika Ijumaa mnajua yes yeah. leo tuna nafasi burudani hapo <laughs> <laughs> <laughs> hata hata wakati ule baadaye tv ikaja tukao tunaangalia mechi za Serie A. kwa hiyo jumaa mm. mosi ukifika ndo unapata nafasi ya kuona ligi mm. ya Italia, yani unaangalia mechi zema nyingi, ulikuwa unaangalia mechi za Serie A wakati huo lakini yeah. Adrian, nasikia ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanashangilia baada ya kengele ya kuondoka nyumbani. Hiyo ndo muhimu sana yeah. <laughs> Kengele kati ya kengele muhimu hiyo eh. <laughs> Kengele ni muhimu sana yeah. yeah, <laughs> time keepers wote <laughs> <laughs> <laughs> <ruined> wanaweza wakachelewa kupiga kengele ya kutoka mapumziko mm. darasani kengele mm lakini kengele ya kutoka wako sio, itapigwaaja shule? Nyinyi shule msingi ilikuwa kengele yenu ni ya vipi shule msingi? Eh, kengele yetu ilikuwa ni ya ile rim rim. Sasa kuna rafiki yangu mmoja aitwa Abdul Jabbar, mpaka sasa hivi yupo E, rafiki yangu sana mfupi kama mimi eh, yeye alikuwa anafanya afadhali. Umejitaja mwenyewe mimi ugomvi, alikuwa anasugua kwanza kule kwa ah, aise, alikuwa anisikia tu, alikuwa anaipatia kama anapiga drill tumeingia katika zilizobamba mitandaoni na tulianza kidogo kuchombweza yale ambayo yalikuwa yanajiri enzi hizo, na bila shaka yanaendelea huko shuleni, si ndiyo? <laughs> <laughs> <laughs> Tuangazie katika kile ambacho kinabamba katika mitandao ya kijamii, na tunaanza moja kwa moja na meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Huyu ni Ahmed Ali ambayo jana aliposti, lakini pia hii picha utaweza kuikuta katika ukurasa rasmi wa Simba Sports. Huyu ni Mohamed Bajaber kutoka Kenya pale, ambaye amejiunga na Simba Sports msimu huu, na anasema baada ya kukaa nje ya dimba kwa majuma eh, kadhaa hatimaye kiungo fundi wa boli eh, Mohamed Bajaber akiweka ukurasa wake hapo, maana amemtagi, ameanza kurejea uwanjani eh, uwanjani taratibu, na punde tutaanza kufaidi ubora wake mm-hmm. Yes, Ngoda. Yeah kumuona tu kwanza uwanjani katika wan, uwanja uh, wa mazoezi yeah. Unajua uh, hakuna mtu ambaye hapendi uh, kuona athari ya kile kilichofanyika uh, mm -hmm. Unajua uh, Mohamed Bajaber uzuri ni kwamba uh, nimepata bahati ya kumwona kabla hata ya kusajiliwa ya, kusajiliwa Simba, baada ya kumuona akiwa na polisi Kenya, lakini baada bahati ya kumuona akiwa na timu ya taifa ya Kenya kwenye michuano mm -hmm. ile Mapinduzi Cup pale eh, mm -hmm. Pemba mm -hmm. eh, mwanzoni mwa mwaka jana yes, na ni mwaka huu mwanzoni. ni moja kati ya vijana ambao wamejaliwa uh, kipaji kubwa sana nadhani na eh, kipaji chake ndio hasa kitu ambacho Simba pia wamekiangalia yes, kwenye yes, mm -hmm. eh, kumsajili. mm -hmm. Sasa unajua, baada ya kusajiliwa eh, shauku ni kubwa ya kuona mm -hmm. kwamba je, yaliomo yamo unajua eh? mm -hmm. nakupa mfano mmoja eh, mashabiki wa, wa Manchester United yes. mm -hmm. uh, walikuwa wanapiga kelele sana kuhusiana na kipa mpya. Yaani hmm. kwamba kwa nini atasajili kipa mwingine baada ya unaona kuondoka akasajili kwa kipa mpya. Mm. Baada ya kusajiliwa kipa mpya wakawa wanaumia ni kwa nini sasa kipa mpya amesajiliwa lakini hata ibaindi ndio anaenda kukaa golini. <laughs> <laughs> sasa huyo alisajiliwa kuja kwa backup. Yes. <laughs> eh, lakini mpaka pale e, eh, Lamenza alipokuja ku, kucheza mechi yake ya kwanza kwa wasa kipa si ndio huyo sasa? Mm. Kwa shauku ilikuwa ni kubwa sana. Mm. E, uh, the kwa kitu ambacho yeah. kinaendelea kina kwa Bajaber hmm. watu wanashauku ya kuona je yeah avaa jezi ya Simba yuko uwanjani kwenye mechi ya ushindani, nini ambacho atakifanya? Eh, Mohamed Bajaber wenyewe, Kenya kunamwita starboy Bajaber. Huyu eh, ni starboy. <laughs> Na habari njema bila shaka, kwa mashabiki wa Simba Sports, lakini pia kwa wapenda soka, tunatamani tumuone <laughs> <laughs> Mohamed Bajaber atakuja na yani, yaliomo. Yaliomo? Umesikia Mufti? Naam. Ukikula kwenye kama unatoka kwenye wengi la usingizi hmm. Unafungua hivi kwa kwa, <laughs> <laughs> <laughs> kwa kwa haraka <lakala> haraka, kwa haraka haraka, kwa Mohamed Salah <laughs> haraka kama Mohamed Salah. <laughs> <laughs> Inawezekana vitu vyake ka vitaka kama Mohamed. Inawezekana ikawa hivyo. Ah, sitoa yes. Bila shaka ni taarifa njema kwa mashabiki wa Simba. <laughs> <Hey. laughs> Yes, tuna katika posti nyingine kwa nyewe tuone uh, kuna habari gani. Sasa hii ni ukurasa rasmi wa Simba Sports. Na hapa wameweka eh, kikosi ambacho wanasafiri nacho. Tayari Uh, ukipita katika ukurasa wako kule utakuta uh, picha mbalimbali mbali, lakini hata ukipita katika ukurasa wa Azam TV Sports utakuta taarifa ambazo tumekuwekea uh, huko kwa maana ya kwamba Simba imeanza safari ya kwenda uh, uh, Swatini lakini itapitia Afrika ya Kusini pale ama Afrika Kusini mm. Tukisema Afrika ya Kusini eh, so tunakosea. Yes, Afrika Kusini amasi mm. mm. Nipo makini sana, najua nipo na Ngoda. Yes. mm. <laughs> Uh, tutaje kidogo baadhi ya wachezaji kuna Yakub Suleiman na na Hussein Abel, magolikipa wawili hao. defenders kwa kwa kwa kwa maana maana ya ya walinzi Shomari Kapombe David Kameta Anthony Mligo uh, uh, uh, uh, Karabuwa, Shamu, Rushandiro, Wilson Nangu na Vedastus Masinde, mm. Masinde. Mm. sawa mm. lakini kwa uh, kwa midfielders kwa maana ya viungo Yusuf Kagoma yupo Mzamiru Yasin Nabi Kamara Joshua Mutale Kibu Dennis Eli Mpanzu Lada Kichasambi Jean Chalet Ahoa Uh, Neil Maema na Morris Abraham, alafu forward kuna Jonathan Soa, eh, Stephen Mukwala na Selman Mwalimu kwa maarufu, eh, Gomez. Eh, Adrian James. Kwa aina hiyo kikosi kidogo tu unafikiri inakwenda kuwa, najua mmezungumza kwa undani sana. Lakini umeona sasa kikosi ambacho kinakwenda kule. Eh, kuna yeyote ulitamani amekosekana hapa ambaye ulitamani angekuwa katika safari? Yeah. Kwa, kwa, kwangu mimi mtu kama golkipa Musa Pimpin, kama kukosekana kwake kwa uwezo wake of course, inaweza ikawapigwa kwa Simba, lakini pia tayari wana Yakubo Suleiman anaweza kawa backup nzuri kwa Simba, lakini simuone San Kant, naona kuna mtu hapa, lakini so far ni kikosi ambacho kwangu mimi ni wachezaji ambao tayari tumewaona mara kwa mara, ubora wao tunaufahamu na kwa hiki kikosi naamini Simba wanaweza kupata Matokeo chanya ambayo atakuwa na faida kwa upande wake katika mchezo wa marejeano. Sawa, so, ni mchezo wa mkondo wa kwanza kuelekea sasa wakivuka hapo, kwa maana kwamba wakirudi Tanzania wakicheza mchezo wa mkondo wa pili, Simba ikifanikiwa kuvuka, inaingia katika hatua ya makundi. Tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Haya, ni mambo ya Simba Sports, na wenyewe Young Africans wao walianza safari mapema alfajiri ya leo, na ukipita katika ukurasa wetu wa Azam TV Sports pia utakutana na hizo taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na safari. Eh, lakini wenyewe wanasema Malawi kunaendeka. Mm-hmm. <laughs> Hey, <laughs> yani mashabiki wasije wa, wa, wa, wa, wa wakaingia unyonge yani Malawi <muchimu> ni, ni karibu, karibu. Eh, ni majirani mm. Hapo ikawa mm. uh, nainusa mbea kidogo kula yes. mm. zako hivi kushoto enda no, no, no, kutafuta mm. uh, paka ule pale mm. Unavuka unaingia una, una zako yes. Waweza uende Blantyre uende Lilongwe mm. Vyovyote vile na mchezo utachezwa Lilongwe hiyo hey, ni safari ya Young Africans kuelekea tayari. Ya, kuna mabasi mengi wameandaa Yanga, naamini kwenye mm, mm. nchi za unu, mm. nchi ambazo zinapakana na Tanzania hapa hakuna mm, mm. sehemu ambayo Simba na Yanga watakuwa labda wenyewe waamue mm, kuto, yes, kuto mm. arrange tu <coughs> mm. taratibu ya usafiri lakini umeshashuhudia mm. mm. Rwanda mm. eh, Burundi yes, wameenda mpaka mm. Congo, mashabiki mm. wa hizi timu yes, yeah, mm. kwa mabasi mm. eh, Zambia hapo mm. Malawi mm. ni sehemu ambazo zote eh, mashabiki kwa mapenzi yao waliokuwa nayo kwa wingi wao mm. na kwa uwezo wao sasa hivi wanashawishika, wana wa kwenda kwa sababu timu zinafanya vizuri, sio zamani mm. zile unaogopa mm. kwenda, unajua safari ifungwa na kuwa mbali zaidi. Yaani ukitaka kujua safari mbali ufungwe, mnaenda mnalaumiana njia nzima, yaani kila mtu kama uko msibani. yeah, ngumu ni... sana, lakini timu ikiona uhakika kwamba mnaenda, tutaenda kokota eh. kila mtu anaenda anasema bana, twenzetu, tutarudi na furaha. Umenikumbusha, umenikumbusha Uh, tulicheza mechi ya kufuzu Afkon dhidi uh, ya Msumbiji, tukafunga goli moja bila mapema, wakati ule uh, uwanja wa Benjamin Mkapa mpya mpya, tutoka Tegeta kule safari kwenye kosta, tukanjiani kulikuwa kuna shangwe kubwa sana, lakini baada ya kipigo tulirudi njiani wanatukanana, si tulikuwa wadogo, lakini wakubwa waliokuwepo katika safari ilikuwa ni matusi lakini lakini bado tulikuwa hatukuonana, lakini cho kikuu cha Dar es Salaam kikatukutanisha na Azam TV imetukutanisha kabisa, alhamdulillah. Hata mimi nikuepo uwanjani, ulikuwa hapo eh kama sema reporter hauna metukutanishaeanakoneaa sasa tskirizaikwambia mimi maisha yangu yote sawa, yote kukua kwangu kote, nimekulia keko pale sawa, keko. Kwa hiyo mechi nyingi ambazo anafanyika pale tangia uwanja ule wa shamba la bibi mpaka Benjamin Mkapa kama sija yani, nilikuwa naenda na mzee hoja. Ulikuwa umeshazaliwa kati? Sasa <laughs> <laughs> uwanja ule kwa nadhani sijazaliwa kwa <laughs> ni dunia tuna kwa mtu nyingine, tuone na kwenye, kuna habari gani? Haya, ni mambo ya Yanga ambao tayari tunasema uh, wameshaianza safari ya kwenda sasa. Uh, press conference uh, imemalizika kwa maana ya mkutano ule wa waandishi wa habari kuelekea mechi hiyo ya kesho mm. ya NBC Premier League. Hawa ni Mashujaa wameposti, hebu tusikie kidogo, uh, soko yanasema nini.

Yaani ah, <laughs> e <bale, laughs> yani kiukweli yeah, kama super. kuna kitu na kitamani no. kwenye uh, hizi tuzo za msimu mm -hmm. basi ni kuangalia jinsi gani uh, tunakwenda kukivika pete uh, chanda chema cha hawa yes. wabunifu katika okay. hizi uh, kurasa za mm -hmm. kwenye mm hizi timu uh, wamekuwa ni wabunifu sana na wamekuwa wanaumiza sana vichwa. Unajua wamekuwa watumiaji wazuri wa teknolojia, kwa sababu haya ni matumizi mazuri ya teknolojia. Unajua siku zote tunasema, yaani kuwa na mchele mzuri sio kigezo cha kupata chakula kitamu. Yaani inawezekana ukawa una mchele mzuri kweli kweli wa kwenu kule, sio mola, lakini ukiwa unampishi mpishi mbaya huwezi kupata chakula kizuri. Lakini teknolojia ipo na hawa watu wanajua ku execute hiyo teknolojia na kutupatia kitu kizuri kabisa. Wewe ukiangalia kwa mfano hicho kitu kilichokuja hapo ni kidogo sana, lakini kimetengenezwa creatively mm. kabisa mm. na wewe mwenyewe una unafurahia yes. una, una, una, mm. una yeah, una ukiangalia na kina ujumbe pia umebebwa <laughs> <Yes. laughs> na hata mashabiki licha ya uchache wao wa Mashujaa mm. lakini watahamasika yes. eh, kwenda mm. katika uwanja wa CCM Kirumba japokuwa yeah. wanacheza ugenini kwa hiyo mimi na kutoka moyoni yeah. nawapongeza sana watu wa mm. kitengo mm. cha habari mm. cha Mashujaa wamekuwa wabunifu mno yes. mm. sawa tuende yes, sasa kwa wapinzani wao pamba jiji wenyewe na wenyewe wanasemaje tuone tumalizia hapo uh, hao ni mashujaa sasa tuende kwa pamba jiji wao wameweka taarifa tu ya kuhusiana na kuelekea na mechi hiyo lakini kuna hashtag huko anasema hatucheki na sokwe pale juu <coughs> <coughs> eh, hatucheki na sokwe kwa hivyo haya yote mwisho wake ni kesho majira ya saa nane mchana. saa 10. Yes. Utaona aidha ni posti ya sokwe yamekaa hivi au ni mgebuka au umecha, kwa sababu ametuambia wanakwenda kukuonyesha tofauti ya sato na mgebuka.

Hmm. Kume, mbe. Mbe, ni kuambia tu Adrian kumekuwa na kwa sasa tunapitia sana kurasa za mitandao ya kijamii za hizi timu hmm, ambazo hasa hmm, zinashiriki NBC, si? Yes, lakini sasa changamoto, haya maswali yamekuwa mengi sana kwa klabu nyingi bei ya jezi si, mm, ilikuwepo kwa Mtibwa Sugar walipozindua jezi ilikuwepo kwa JKT Tanzania KMC, na mm, leo tunaona kwa Mashujaa gani <coughs> kwa Pamba Jiji Nadhani yes, eh, ni uh, uhuria ambao ume, ume, umewekwa au ambao wameuweka mm. amajiji wenyewe mm. kwa sababu mm. unajua ukitangaza bei mm. ikawa ni bei rasmi mm. kwa bana, bei elekezi ni ya mm. mm. sasa kuna mtu ambaye yeye hey, hata, atanunua, mm. uh, na ukampa uhuru kwamba aende akauze kwa bei yake kutokana na jinsi ambavyo wewe umemuuzia. najaribu tu kuhisi, lakini ukweli halisi wanao kitu ambacho nakiamini ni kwamba eh, haya maswali ambayo yanaulizwa kwenye mm. mitandao kama nafasi ya kujibu haya hawana mm. uh, na, na, na kizuri ni kwamba Innocent Alois alikuepo tu hapa katika press conference mm. ya, mm. ya hii mechi sasa, mm. uh, nitamwambia kwa simu lakini hapa mm. ananisikia mm. aende eh, akamtafute Moses William yes, amuulize kabisa, mm. na ikiwezekana hata kwenye mshike mshike leo tupate hayo majibu, majibu mm. yes, kwamba yeah. bei ya jezi ya Pamba, bei elekezi ya jezi ya Pamba ni kiasi gani gani, itajie mm. mm au kama kuna namna nyingine aseme, jamani hey, kila mtu ambaye anakuja kuchukua jezi anauzwa kwa bei yake, ni soko huria, kila mtu <coughs> <anunue, coughs> anavyoweza, kwa sababu unajua kiukweli kabisa pamoja, uh, na uh, watu wengi kuwa mashabiki wa hizi Simba, Yanga na Azam, lakini kuna jezi ambazo mtu yoyote anavaa, ni faida walikuwa nayo hawa, mtu yote anavaa jezi kama kama si nzuri. Kuna msimu ambao Kagera Sugar walitoa jezi moja hivi, ilikuwa jezi moja kali sana, kuanzia quality mpaka mwonekano. mm -hmm. Kagera hajai kutoa jezi nzuri kama ile tena. Ile jezi sam. ilivaliwa sana kipindi kile. Mtendaji mkuu wa, wa, wa, wa Kagera Sugar alikuwa ni Masudi, yes. Ali Masudi yeye mwenyewe alikiri kwamba kama kuna kipindi ambacho jezi yetu imetembea na tumeuza mm -hmm. Basi ni kipindi hiki, misimu kama mitatu iliyopita, misimu miwili kabla yao kushuka daraja mm -hmm. kwa hiyo wanafaida hiyo waitumie watu. wewe wai wai wai wai wai wai wai wai jezi nzuri sana. Kuna mwingine pale Samson, kauliza swali la maana sana eh, ameuliza kuhusiana na wekeni bei vingilio. Vingilio vingilio vingilio, yes, pale ni vizuri hiyo. Eh, unajua nimeona wale Iswatini mm, wametangaza vingilio vya mechi ya Simba mapema sana, yani tokea wiki iliyopita wamepitangaza. Kwa hiyo mtu anajua mapema, kwa maana kule wanasema kwamba tiketi kamba tiketi zitauzwa uwanjani. Kama sije, nadhani ni vizuri watu wakajua sio tusubiri Simba na Yanga tu ndo vingilio vinatangazwa. Oh, vingilio hata hizi timu napaswa kutangaza hata eh, ukisema ndio watu wanakuja zaidi kiingilio. Mguu wako ni vizuri klabu hizi zenyewe zikaanza kufanana na utamaduni wa kutangaza viingilio vya mechi zao. So, so Simba na Yanga tu hata ha? wao wana jukumu kutangaza viingilio vya mechi zao, chochote kitakuwa, hata elfu tano elfu mbili elfu tatu elfu ngapi, wakitangaza, mtu anajua ah, na kabajeti yangu hapa. Unajua ukitoa kiingilio uzuri wa mechi hizi mwenyeji anachukua. Hmm. Yeah. Hey, ni chote juu, kama kanuni ilibadilishwa eh, mwenyeji ni nadhani ni sehemu ya, ya kuipatia klabu yako hela, kwa hiyo nadhani wakitangaza, watu wakaenda pale, wakaangalia tapata hela klabu na kujinunua, na kikieko mapema, unajua pengine labda inajulikana mm. Utawambia watu mapema tu, jamani mechi yetu ya wiki ijayo mm. E, dhidi ya Mashujaa kiingilio kitakuwa mm. Kiasi fulani kuna mm. watu mm. wanadunduliza yes, yes, e, yes. Sisi kipindi kile pamoja na kwamba ilikuwa e, nafasi ya kuingia kujibanabana, ukaingia na mchezaji hivi ipo, yes, ilikuwa yes. Mtu hela yako ya shule unadunduliza mm. kidogo mm. Mm. unaweka unaweka unaweka mm mwisho wa siku unajua Jumamosi kuna mechi Mkwakwani. Unatumbukia. Unatumbukia zako Mkwakwani. Una nani kile unakwenda pale tu kwenye misha aniakt kikaratasi chako, sasa hivi kama sasa hivi tu unakaa unainua kwenye system hiyo za hivyo labda tu ni kuuliza, wewe katika kipindi cha wiki mbili ambacho NBC Premier League ilisimama, unafikiri kitu gani ulikimisi zaidi. Ah, bwana mimi kwanza nimemisi hizi tambo nazoziona. Hizi tambo nimezimisi sana. Hmm. Uh, lakini pia elisha kwamba nili E, bahatika kutangaza mpira hapa katikati kwa maana ya mm. mechi ya timu ya taifa lakini mm. nimemisi kutangaza NBC Premier League. Mm. Kwa hiyo kinaniambia ni kitu gani nimemisi nimemisi kutangaza. Unajua, mm. kila kitu kina ladha yake. Mm. E, yani ya ya yake mechi ya timu ya taifa ina ladha yake, mechi mm. ya kafu ina ladha yake. Unaweza kutangaza mechi ya fainali kabisa ya Champions League mm. ambayo haihusishi timu yote ya Tanzania mm. Ina ladha ya kwake pekee yake, lakini unapozungumzia ligi kuu ya NBC mm. e, ni moja kati ya vitu ambavyo vyenyewe kwanza vina ladha mm. ya kipekee mm. Sasa pata picha wewe mm. e, unakwenda kusika kwenye mechi kama hiyo kwenda kutangaza mm. au kuwa kwenye pitch kwa maana ya kuwa mm. field presenter na vinginevyo. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi sana e, mbotu, weekendi, mm. Mm. <laughs> na nimevimisi sana na ndio maana nakwambia sisi ambao tunaomba weekendi irudi mapema inamaanisha. Kwa, kama muda uh, unaniruhusu ngoja niongezee hey, swali lingine hey, uh, wewe hey, maana najua huwa upate fursa za kuulizwa mara nyingi huwa unauliza kweli sawa, hey, uh, wewe ni mtangazaji wa mpira Uh, ni nyakati gani huwa zinakuwa ngumu? Yaani mazingira gani huwa yanakufanya hiyo kazi yako kuwa ni ngumu ya kutangaza mechi? Kwa mfano kama unatangaza labda uh, timu za wachezaji ambao labda hauzijui, na unatumia mbinu gani kufanya uh, kukabiliana na hali hiyo? Moja mm -hmm. uh, kati ya vitu ambavyo unatakiwa ku sa unakwenda kutangaza mechi labda ya, ya, ya Simba na Singizini ambao uh, huwajui sana kisha kuwa umeambiwa mapema kwamba utatangaza mechi e, dhidi ya, ya, ya Nsingizini, maanake ni kwamba utaanza kufanya kisi chako mapema lakini kuna ile, nafika muda wa mechi umefika, lakini lineup bado haijaja. E, kikubwa kabisa kwanza, hutakiwi kwenda kwenye ile mechi bila lineup, haijalishi ni ya mechi ile au ni mechi gani kwao, utakiwa mm -hmm. vyovyote wavyo uwe na lineup, unazo kama mbili hivi za mechi zao ambazo wamecheza hivi karibuni, iwe ni mechi ya, ya Champions League au mechi zao za ligi. Lakini vyovyote ivavyo, tafuta lineup ya, ya ile timu katika mechi zao za hivi karibuni. Kwa vyovyote vile, kama itakuwa kwa, kwa asilimia 80 itakuwa kwa asilimia 90, hicho kikosi kitajirudia na kuna baadhi ya wachezaji watakuwepo. Na so long as ni msimu huu maana yake jezi namba sasa ile zile zile kwa hiyo utakuwa una nafasi nzuri ya kujua kwamba okay, uyu, flani huyu mchezaji fulani ndio huyu, Kings ndio huyu, huyu ndio huyu. Hiyo ina inakurahisishia. Ina. Lakini changamoto inakuja kwenye ghafla. Mm -hmm. Eh, yani hiyo kitu pap! yani ndani ya saa kadhaa hivi bwana bwana kuna huzuru kuna dharura imetokea bwana mm hapa. -hmm. Eh, kuna mtu alikuwa ndo anafanya lakini ana tumbo la kuendesha kwa hiyo <laughs> eh, kwa hiyo hapo kidogo mazingira yanakuwa ni magumu. Na, na unakabiliana nao vipi? Eh, mnakabiliana nao vipi? Hasa hapo ndo uzoefu na na na, na, na utaalamu ndo unaingia hapo. Eh, yani ukisha yani ukisha uh, release ile pressure, sema so okay, sawa ni kazi, acha niingie, ndio tukafanya. Tumia uzoefu na tumia uh, utaalamu wako, na kazi inaenda <laughs> lakini mazingira mengine ni magumu ya kutangaza.